Mlango wa nane. Haya ndiyo aliyonionyesha Bwana Mungu: tazama kikapu cha matunda ya wakati wa hari. Akaniambia, Amosi, unaona nini? Nikasema, ninaona kikapu cha matunda ya wakati wa hari. Ndipo Bwana akaniambia, mwisho wao umewajilia watu wangu Israeli, sitawapita tena kamwe. Tena nyimbo za hekaluni zitakuwa vilio siku ile, asema Bwana Mungu. Mizoga itakuwa mingi kila mahali, wataitupa wakinyamaza kimya. Lisikieni hili, ninyi mnaopenda kuwameza wahitaji na kuwakomesha maskini wa nchi, mkisema, mwezi mpya utaondoka lini tupate kuuza nafaka, na sabato nayo tupate kuandika ngano, mkiipunguza efa na kuiongeza shekeli, mkidanganya watu kwa mizani ya udanganyifu, tupate kuwanunua maskini kwa fedha na wahitaji kwa jozi ya viatu na kuziuza takataka za ngano. Bwana ameapa kwa fahari ya Yakobo, hakika sitazisahau kamwe kazi zao hata mojawapo. Kwa ajili ya hayo, je, haitatetemeka nchi na kuomboleza kila mtu akaye ndani yake? Naam, itainuka yote pia kama huo mto, nayo itatabika na kupwa tena kama mto wa Misri. Tena itakuwa siku hiyo, asema Bwana Mungu, nitalifanya jua litue wakati wa adhuhuri nami nitaitia nchi giza wakati wa nuru ya mchana, nami nitazigeuza sikukuu zenu kuwa maombolezo na nyimbo zenu zote kuwa vilio, nami nitatia nguo za magunia katika viuno vyote na upaa katika kila kichwa, nami nitayafanya haya kuwa kama maombolezo kwa ajili ya mwana wa pekee, na mwisho wake kama siku ya uchungu. Angalia, siku zinakuja, asema Bwana Mungu ambazo nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula, wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kusikia maneno ya Bwana. Nao watatangatanga toka bahari hata bahari, na toka upande wa kaskazini hata upande wa mashariki; watapiga mbio wakienda huko na huko, wakilitafuta neno la Bwana, wasilione. Siku hiyo, wanawali wazuri na wavulana watazimia kwa kiu na hao waapao kwa dhambi ya Samaria na kusema, kama aishivyo Mungu wako e Dani, na kama iishivyo njia ya Beer-sheba, hao nao wataanguka wasiinuke tena.